Nawashauri wa wananchi wa kata Sangambi kukitumia kituo hiki cha polisi cha Sangambi ili waweze kukiletea maendeleo na kufanya shughuli zao ziwe salama. Pili, napenda kuchukua na nafasi hii washukuru wananchi kusapoti polisi kata au mkaguzi kata ambaye ameshirikiana nao washawishi mpaka wananchi wenyewe kuweza kujenga kituo cha polisi. Hii ina maana kuwa falsafa ya polisi jamii ya kupeleka elimu katika kata husika au kwa wananchi katika kata hii ya Sangambi. Huyo mkaguzi wa kata ameweza kushawishi wananchi na kuanzisha kituo cha kujenga kituo cha polisi wao wenyewe, na baadaye jeshi la polisi au serikali yetu ya awamu ya sita ikasapoti. Kwa majina anaitwa Sara Kusaga, ni mtendaji kata wa Sangambi. Kata hii ya Sangambi inajumuisha vijiji vitatu ambacho ni kijiji cha Shoga, Sangambi pamoja na Igundu. Kata hii ina jumla ya wakazi elfu ishirini na mbili. Um, kabla ya kituo hiki cha polisi kuzinduliwa au kufunguliwa tulikuwa tunapata huduma katika halmashauri ya Chunya, Chunya mjini ambapo ni umbali wa kilomita thelathini na nane kutoka hapa mpaka Chunya mjini. Koo, tunashukuru sana. Baada ya kufunguliwa kwa kituo hiki, tutakuwa tunazipata huduma zote katika kata yetu. Kwa majina, anaitwa mheshimiwa Junjuru Ndete Mwewa, diwani wa kata ya, ya Sangavi. Mimi ndo mwanzilishi, tulianza ujenzi wa kituo cha polisi mwaka elfu mbili na kumi na sita. Kituo hiki cha polisi tulianza mimi mwenyewe binafsi kama mheshimiwa diwani nilitoa nguvu zangu kwa maana ya kuleta fursa, lakini pia baada ya hapo e, tulishirikiana pamoja na wadau na wananchi kiujumla kwenye ukamilishaji mpaka kufikia hatua ya mtambaa panya. Baada ya hapo, tunashukuru serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan ilituletea pesa milioni tisini na saba kwa ajili ya umaliziaji na shughuli zingine zote zilizobaki mpaka naongea, eh, hatua hii kituo kiko hatua za ufunguzi. Lakini pia, kabla ya kituo cha polisi, wananchi wa kata ya Sangambe walikuwa wanapata adha kupata huduma za kipolisi, kwa sababu kutoka makao makuu ya kata kwenda makao makuu ya wilaya pana zaidi ya kilomita thelathini na tano. Hivyo wananchi walikuwa wanapata adha kwenye huduma hizi za kipolisi, na hata hivyo kuna baadhi ya shughuli za kiuchumi wananchi wa kata ya Sangambi walikuwa nakosa kwa sababu ya ulinzi wa kipolisi. Kwa mfano, naomba ni declare interest, mimi mwenyewe ni mchimbaji, kwa hiyo nilikuwa nakosa huduma zingine za kiuchimbaji. Kwa mfano eh, utengenezaji wa viwanda vya kuwa tunakwenda Chunya, na imani sasa kupitia kituo hiki baada ya kufunguliwa, nitashawishi wadau wa kata yangu waweze uzuri kijiji cha Sangambi kimetenga maeneo maalumu kwa ajili ya viwanda hivyo, nitawashawishi wawekezaji tuweze kujenga ilusheni eh, ili wachimbaji wasipate adha ya kwenda kutafuta huduma hizo za, za, za, za, za kiusalama. Kwenye maeneo ya wachimbaji kunakuwa na uhalifu mwingi, lakini kupitia kituo hiki cha polisi na imani eh, uhalifu utapungua, lakini pia eh, kuna ukatili wa kijinsia <tuhili> uh, wa watoto na na, na, na, na, na, na, na na kina mama. Kwa hiyo ufunguzi wa kituo hiki utasaidia kama si kumaliza, basi kupunguza kero mbalimbali za wananchi. Kwa majina anaitwa Jane Linkson Mwai, mimi mwananchi kutoka kijiji cha Sangambi, ni mzaliwa wa hapa. Kwanza kabisa nashukuru serikali kwa kutuona, kwa kutuletea kituo cha polisi. Sisi kama wanawake tumefurahi sana na kama wananchi akuawa kwanza, kuna fursa mbalimbali ambazo watu watajiwekeza kupitia kituo hiki. Watu wengi walikuwa wanashindwa kuwekeza kwa sababu ya kituo kuto kuwepo, lakini saa hizi tumeshaimarika kwa ulinzi na usalama, tuna uhakika. Tunamshukuru Mungu kwa kutuona sisi wananchi wa Sangambi. Kwa sasa ulinzi saa hizi umeimarika, najua wengi wa wawekezaji watajitokeza. Mama ntilie watakuwa wengi, wakiimarisha migawa yao na mahoteli kwa sababu ya ulinzi utakuwa umeshajitosheleza watu wafanyabiashara mbalimbali na sisi wataongezeka katika kata yetu kwa sababu ulinzi uli, umeimarika. E, kwa majina anaitwa kamishina msaidizi wa polisi Anthony Harold Mkwawa, mimi ni polisi jamii mkoa wa Mbeya. E, naomba nichukue nafasi hii kwanza kushukuru kwa wananchi wa kata Kisagambi baada kupata ya kupata hii elimu ya ushirikishaji wa jamii kujiletea ulinzi katika maeneo yao kuwa mojawapo ambao kata ambazo wamechukua wame, wame hatua uh, kujenga kituo chao cha polisi na hiki kituo cha polisi kitawasaidia katika shughuli zao nyingi za kiuchumi na maendeleo. Maana anasema bila kuwa na ulinzi hakuna maendeleo. Napokuwa na maendeleo, maana yake ulinzi na usalama upo. Kwa hiyo na washauri wanacha wa kata Sangambi kukitumia kituo hiki cha polisi cha Sangambi ili waweze kujiletea maendeleo na kufanya shughuli zao ziwe salama. Pili, napenda kuchukua na, na, nafasi hii washukuru wananchi kusapoti polisi kata au mkaguzi kata ambaye ameshirikiana nao kuwashawishi mpaka wananchi wenyewe kuweza kujenga kituo cha polisi. Hii na maana kuwa safasa polisi jamii ya kupeleka elimu katika kata husika au kwa wananchi katika kata hii ya Sangambi, huyo mkaguzi wa kata ameweza kushawishi wananchi na kuanzisha kituo cha kujenga kituo cha polisi wao wenyewe, na baadaye jeshi la polisi au serikali yetu ya awamu ya sita ikasapoti.